Bwana Yesu asifiwe! Hongera sana kwa uzima ambao Mungu ameendelea kukujalia ukitambua kabisa kwamba ni neema ya Mungu ambayo inakutunza na kukuhifadhi hata kukuweka hai mpaka leo hii, sio kwa sababu umestahili. Karibu tena kwa siku nyingine na kwa wakati mwingine tuweze kujifunza ama kujikumbusha habari ya maisha yetu ya kiroho tukijikumbusha habari ya neno la Mungu tukajifunze kwa ufupi. Lakini kabla hatujaendelea, naomba tuombe na kushukuru Mungu wetu na Bwana wetu kwa ajili ya uzima na afya, na kuomba peke yako Roho Mtakatifu, na kuomba peke yako Mungu uliyetupa uzima na afya na nguvu, ukaweze kuwa pamoja nasi hata katika wakati na majira haya unapoenda kujifunza neno lako ewe Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, ukaweze kuwa pamoja nasi ukapate kutufundisha ukapate kutuongoza ukapate kututetea ukapate kutuelewesha vyema katika jina la Yesu Kristo kafungue mioyo yetu na akili zetu tukapate kuelewa na maandiko yako matakatifu sawasawa na mapenzi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku hii ya leo tutaenda kujifunza juu ya somo ambalo linaenda kwa kichwa kinachosema ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto, hiki ndicho kichwa ambacho tutatembea nacho. Kabla hatujaendelea, lazima tutambue kwamba tunapozungumza habari ya ubatizo, ubatizo wowote ule unapofanyika Ubatizo umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni, ka, ni vitu ambavyo vinaonekana katika namna ya mwili au ni matukio ambayo yanafanyika katika namna ya mwili. Kwa njia hiyo tunaweza tukasema, maanake ni upande au ni sehemu ya mambo ya kimwili, mambo ambayo yanafanyika katika hali ambayo unaweza ukaona, unaweza ukagusa unawe, yani vitu ambavyo vinatumika pamoja na taratibu zote ambazo zinatumika. Lakini sehemu ya pili ubatizo ni jambo la kiroho kabisa, maanake tunapozungumza habari ya ubatizo tunazungumza pia habari ya mambo ambayo yanatokea katika ulimwengu wa roho manake ni jambo ambalo linafanyika katika mwili. Kuna jambo au kuna tukio ambalo linatendeka katika namna ya mwili, lakini linaashiria juu ya vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wa roho na katika hili somo la kwetu tutaenda kujikita zaidi tukiangalia juu ya vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wa roho, tukijikumbusha juu ya mambo gani ambayo yanat, yanatendeka katika ulimwengu wa roho na namna gani na mpaka tutakapokuwa tunahitimisha hili somo, naamini tutakuwa tumejifunza pia ni namna gani ambavyo unaweza ukajitafakari habari ya uokovu wako kwa kuangalia habari habari ya ubatizo kwamba je, ni kwa namna gani? Kwa sababu unapobatizwa sio tu tukio la siku moja, lakini kile kitu ambacho kilizaliwa katika namna au katika roho, je, kina dumu ndani yako? Je, ni kwa kiasi gani ambavyo kimeendelea kudumu ndani yako na kuendelea kuwa hai ndani yako, au ndo umebatizwa alafu kile au kile kitu kilichozaliwa yule mtu mpya aliyezaliwa ndani yako, je ni kwa kiasi gani ambavyo ameendelea kuimarishwa katika namna tofauti tofauti? Bwana Yesu asifiwe. Tenda kusimamia neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha Mathayo sura ya tatu mstari wa kumi na moja na ule wa kumi na mbili. Mathayo sura ya tatu mstari wa kumi na moja na ule wa kumi na mbili, mahali hapa neno la Mungu limetunzwa hivi: kitabu cha Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu, sura ya tatu mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili neno la Mungu linasema, kweli mimi na wabatiza kwa kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake garani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Hapa tunasoma ni habari za Yohana Mbatizaji. Baada ya kuulizwa kwamba, je, akiwa anaendelea na ubatizo aliokuwa anaufanya, anaulizwa kwamba yeye ndiye Kristo au tumtazamie mwingine, ndipo anawajibu hao wa watu. Anazungumza habari ya kwamba yeye anabatiza kwa moto, anabatiza kwa maji kwa ajili ya toba lakini anazungumza habari ya kwamba yupo anayekuja baada yake, yupo anayekuja nyuma yake ambaye yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa ubatizo manake aliyokuwa anaufanya Yohana, kitu cha kwanza ulikuwa umebeba katika tukio la kimwili kabisa, alikuwa akiwazamisha watu kwenye maji hilo ni tukio ambalo kabisa ni la mwilini, ni tukio ambalo kabisa likuwa linaonekanika kabisa, watu wanatazama katika maisha, katika macho ya kawaida. Hahitaji mtu afunguke macho ya kiroho ili aone kwamba kuna mtu amezamishwa kwenye maji, lakini kulikuwa na tukio lingine ambalo anasema kwa ajili ya toba. Sasa tunapozungumza habari ya toba, tunamaanisha nini toba? Maana yake ni kutubu au kuungama. Toba maana yake kuungama, kwa maana yake anachojaribu kuzungumza Yohana Mbatizaji mahali hapa, anasema kwamba mimi nawabatiza kwa ajili ya ungamo. Maanake kwamba hawa watu wameamua kuungama dhambi zao, maanake wametambua kwamba wamefanya mambo ambayo hayapendezi mbele za Mungu, wametambua kwamba wamefanya mambo ambayo hayastahili. Sasa wanaamua kuungama yale makosa ya kwao na kuadhimia kuweza kuachana na zile njia zao mbaya lakini hapa anaendelea kwa kusema, lakini yeye ajaye nyuma yangu, yeye ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kama Yohana ubatizo aliyokuwa anaubatiza, anazungumza habari ya kitu cha mwilini, lakini anazungumza habari ya kitu cha rohoni anatu, anamaanisha kitu gani, anapotuambia kwamba ajaye nyuma yangu, ambaye anazungumza habari za Kristo kwamba yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto na katika hivi vitu viwili ndivyo vitu ambavyo tutaviangalia zaidi katika somo la kwetu. Mpaka atakapomaliza tutaendelea kuchimba zaidi katika hivi vipengele viwili, kwa sababu huu ndio ubatizo ambao tunabatizwa hata hivi sasa, au ndio ule ubatizo ambao umetupasa kuendelea kubatizwa hata sasa Ubatizo wa Yesu Kristo. Maana alipokuwa anasema, anayekuja nyuma yangu, akimrejea Yesu kwamba yupo anakuja, ambaye yeye atawabatiza kwa moto kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, manake anajaribu kuzungumza juu ya vitu ambavyo vitatokea katika ulimwengu wa roho, vitu ambavyo vitatokea ndani yetu tunapopokea huu ubatizo, ambavyo wale waliokuwa wanabatizwa kwa wakati ule hawakuwa wanavipokea na kwa namna nyingine kwamba hivyo vitu vinapotokea ndani ya mtu ndivyo ambavyo vinaukamilisha ule ubatizo. Kama hivyo vitu visipotimilika au hivyo vitu visipokamilika ndani ya mtu, manake ubatizo wa mtu haujawa kamili. Ndio maana unasema kwamba, manake mtu anaweza akabatizwa kwa namna ya kwamba lile tukio au lile jambo au ile zile taratibu za kimwili zikafanyika, lakini ndani yake ni kwa namna gani ambavyo, au ni vitu gani vilivyotokea, ndivyo ambavyo vinathibitisha na kupiga mhuri katika ulimwengu wa roho kwamba huyu amebatizwa, kwamba huyu tangu sasa ni mtu wa Kristo, kwamba huyu tangu sasa amepokea, ni mtu ambaye anamilikiwa na Mungu yupi. Maana yake ubatizo unapofanyika, mbali na na kile kitu cha mwilini, kuna vitu ambavyo vinatokea rohoni, na ndivyo ambavyo tunatamani zaidi tukaweze kuvitafakari, ambapo hapa Yohana Mbatizaji anatuambia kwamba ubatizo wa Yesu ambao utabatizwa baada ya Yesu kuja, maanake ukawa sio tena ule wa kwamba kwa ajili kwa ya toba tu lakini anasema yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Maanake kwamba baada ya kuja kwa Kristo kuna vitu viwili ambavyo ni lazima tuvipokee. Roho Mtakatifu lazima umpokee ndani yako unapopokea ubatizo au unapobatizwa, lakini na moto lazima uweze kupokea ndani yako. Maanake upokee Roho Mtakatifu, upokee na moto ndani yako. Sasa tutaendelea katika hili somo kuchambua kimoja baada ya kingine katika kwa kina zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza habari ya Roho Mtakatifu, tunazungumza habari ya msaidizi ambaye Yesu aliweza kutuahidia ambaye Yesu aliweza kutuagizia alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake, kwamba imenipasa mimi kuondoka ili aweze kuja huyo Roho Mtakatifu, huyo msaidizi ambaye atawasaidia katika kila jambo, kila kazi na kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu ni msaidizi ambaye kazi yake kubwa katika maisha ya kwetu kama Wakristo au kazi yake kubwa katika maisha ya kwetu kama watu wa Mungu, kitu cha kwanza ni kuweza kutufundisha. Kutufundisha ni mambo gani, au ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuweza kuvifanya maisha ya namna gani ambayo tunapaswa kuweza kuyaishi hata pale ambapo unakuwa katika jambo ambalo ulikuwa hulielewi, pengine linakuletea mkanganyiko ndani yako. Ukikaa vizuri na Roho Mtakatifu ndani yako hata unaposoma neno la Mungu, anaweza akakuangazia, akakufunulia zaidi, ukaweza kuelewa kwamba kile kilichoandikwa, Mungu alikiachilia katika namna hiyo kwa ajili ya nini na pia huyu Roho Mtakatifu atakufundisha namna gani inakupasa kuweza kuomba, namna gani inakupasa kuweza kuenenda. Maanake atakufundisha juu ya mambo ya wakati husika, atakufundisha juu ya mambo ambayo yanapaswa kufanyika kwa wakati husika na mahali husika. Lakini pia Roho Mtakatifu pamoja na kukufundisha pamoja na kukufundisha, atakuongoza pia kwamba sasa mwanangu, pita huku sasa, wewe fanya hiki, hiki usifanye, kwa wakati huu fanya hili, kwa wakati huu hili usifanye, kwa wakati huu huyu uambatane naye, huyu usiambatane naye, wapi unapaswa kuenenda, wapi upaswi kuenenda. Hata kama ni mtu ambaye mlikuwa ni marafiki kwa muda mrefu, lakini upo wakati, kwa sababu hata kama ni mtu unafahamiana kwa muda mrefu, lakini huwezi kujua kwamba kwa wakati huu leo kwa majira haya anawaza nini ndani yake, lakini Roho Mtakatifu anayajua yote hayo. Kwa hiyo ndio maana kuna wakati unaweza ukakuta ni mtu ambaye mlikuwa marafiki, mlikuwa mnaheshimiana, mlikuwa mnasaidiana vizuri kabisa, na mwingine ulikuwa unamwona kabisa ni mtu wa rohoni, na kabisa alikuwa ni mtu wa rohoni, lakini yawezekana kuna kitu kilichotokea ndani yake ambacho kimegeuza ile nia yake ya ndani. Usipokuwa na usaidizi au uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yako, huwezi ukatambua, na unaweza ukaambatana naye mwisho wa siku ukaangukia katika mikono ya adui. Lakini Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukuongoza kwamba mm -mm, hata kama jana ilikuwaje, lakini kwa leo huyu usiambatane naye katika hili. Lakini kwa leo hii njia hata kama unaiona ni salama kiasi gani, lakini usipite. Kuna hila imepangwa mbele yako, kuna jambo fulani linataka kutokea au linaenda kutokea mbele yako. Lakini pia kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kukukumbusha au kutukumbusha, kutukumbusha katika yote ambayo tunakuwa tumejifunza, yote ambayo tunakuwa tunayafahamu, au yote ambayo Mungu alikuisha, maarifa yote ambayo alikuisha kukuachilia kwetu, kwa sababu kila kitu ambacho kinaachiliwa kwetu, upo wakati ambao yawezekana umepokea jambo ambalo, au somo ambalo kwa wakati huo hukuwa na uhitaji nalo lakini upo wakati ambao utafika, hilo somo linahitajika kwa ajili ya matumizi ya wakati husika. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukukumbusha kwamba katika mazingira haya unayopitia, kumbuka katika kile ambacho ulijifunza anakukumbusha anakirudisha akilini mwako na kuanza kukufundisha kwa upya kuku, kukifanya, kukihuisha katika akili yako. Ndio maana yapo mazingira unaweza ukapita, unakuta kuna somo ambalo ulikuwa umejifunza siku nyingi, lilikuwa limesahaulika, umelisahau hata kwamba umejifunza kitu kama hicho, lakini kwa sababu ya mazingira fulani, unakuta lile somo linaanza kuja taratibu kama lilivyokuwa, unaanza kukumbuka kimoja baada ya kingine, unakumbuka ni neno gani lilikaa wapi na kitu gani kinapaswa kufanyika. Hiyo yote ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakufundisha juu ya mambo ambayo hukuyajua kabla. Roho Mtakatifu atakuongoza ili uweze kupita katika njia zilizo sahihi na uweze kukanyaga katika hatua zilizo sahihi. Lakini pia Roho Mtakatifu atakukumbusha juu ya mengi ambayo umekwisha kujifunza kwa hiyo mtu anapobatizwa anapokea Roho Mtakatifu ambaye kazi zake ni hizo ndani yake. Ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya kumi na nne ule mstari wa ishirini na sita neno la Mungu linasema lakini, huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Ukiendelea hapo, anaendelea kuzungumza, anasema, amani na wachieni amani yangu na wapa ni wapayo, mimi sio kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Hapa natukumbusha kwamba Roho Mtakatifu atakuja kwa ajili ya kazi gani? Atatufundisha, atatukumbusha. Maanaake kwamba Yesu pamoja alipokuwa na wanafunzi wake katika miaka mitatu yote ya huduma aliyokaa na wanafunzi wake, alijua kabisa kwamba kuna mambo mengi ambayo amewafundisha yale mambo yote, hawawezi wakakumbuka kwa akili za kwao, lakini pia bado kuna mambo mengine mengi ambayo watapaswa kuendelea kumjua zaidi Mungu, ambayo pia ni kazi ya Roho Mtakatifu kuendelea kuwafunulia kuwafundisha ni, ma, ni mambo gani au ni namna gani au Mungu ni wa aina gani? Mungu ni kitu gani anachotaka kutoka kwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukija katika upande wa kitu cha pili ambacho ni moto, tunapozungumza habari ya moto au Biblia inapozungumza habari ya moto, inazungumza habari ya nguvu ndani ya mtu nguvu ndani ya mtu ya kuweza kushinda mwili na tamaa zake na ushawishi wa mazingira yanayomzunguka moto. Inapozungumza Biblia moto, manake ni ile nguvu ndani ya mtu ya kuweza kushinda mwili na tamaa zake na ushawishi wa mazingira yanayomzunguka, manake ile nguvu ambayo inaingia ndani ya mtu ya kuweza kumsaidia mtu pamoja na tamaa zote za mwili, pamoja na mazingira, kwa kila namna ambavyo yanashawishi ama kumvuta ama kumsukuma aweze kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu ile nguvu ya kuweza kumsaidia huyu mtu aweze kusimama katika kusudi la Mungu, aweze kusimama katika mapenzi ya Mungu, ya kumsaidia aweze kupingana na tamaa za mwili, aweze kupingana na mazingira. Yawezekana mazingira yanamshawishi sana, yanamruhusu sana, yanams Kuma sana akaibe, inamsukuma sana kaue. Sasa ile nguvu ambayo inakuwa ndani yake ambayo inamsaidia aweze kupambana na hiyo hali kwamba hata kama nimekasirika kiasi gani, lakini siwezi nikaenda kuua, siwezi nikaenda kufanya jambo lolote lililobaya hata kama nina uhitaji kiasi gani, hata kama napita katika hali gani, lakini siwezi nikaenda kuiba. Hata kama mwili una hamu kiasi gani, au mwili unajihisi una upo katika hali ya namna gani, lakini siwezi nikazini, siwezi nikasema uongo hata ama mazingira yananisukuma niseme uongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio mapenzi ya Mungu, nitamkosea Mungu kwa kufanya hili. Kupata ile nguvu ya kushindana na mazingira, kushindana na tamaa za mwili, kushindana na kila kitu ambacho kinakushawishi kuweza kumkosea Mungu, ile nguvu ndicho ambacho nazungumza ndiyo moto ambao unazariwa ndani ya mtu. Lakini vitu vyote hivi viwili hata mtu anapobatizwa anavipokea, lakini sharti viendelee kuchochewa, sharti viendelee kutunzwa ndani ya mtu, ili viendelee kusonga mbele, au viendelee kumsaidia na kumwimarisha na kufanya kwamba akaendelee kusimama katika kusudi la Mungu. Ndio maana ukisoma katika Warumi sura ya saba ukisoma katika Warumi sura ya saba kuanzia mstari wa kumi na tano mpaka ule wa ishirini na tano utaona neno la Mungu nasema kwamba lile nilitakalo silo ninalolifanya lile nilitakalo kulifanya silo ninalolifanya. Maanake huyu mtu anayajua mapenzi ya Mungu, anajua ni kitu gani anatakiwa kufanya, lakini anapotaka kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu anajikuta anafanya kinyume na mapenzi ya Mungu manake hapo kuna nguvu ambayo inakosekana. Kuna namna fulani ambavyo nguvu ya nje ambayo inamshawishi kuweza kumkosea Mungu imekuwa kubwa kuliko ile nguvu ya ndani ambayo inamsukuma kuweza kumpokea au kuweza kufuata yaliyo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Lakini katika yote haya tutaendelea na somo letu. Kadri tunavyoendelea na somo letu, tutajifunza pia namna gani ya kuweza kuvichochea hivi vitu, namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba unaendelea, huu moto unaendelea kuwa kwa wingi ndani yetu, na roho, nguvu ya Roho Mtakatifu au uwepesi wa sisi kuweza kumsikia au kuweza kuishi na Roho Mtakatifu unaendelea kuwa katika viwango vya juu na kutusaidia kuweza kufanya leo mapenzi ya Mungu, hata kuweza kutembea katika zile baraka ambazo Mungu alitukusudia, hata kuweza kutembea katika zile njia ambazo Mungu aliweza kutukusudia, ni namna gani imetupasa tuweze kufanya. Taendelea kujifunza zaidi, lakini katika siku hii ya leo utaishia hapa. Ili somo litaendelea kuomba katika chaneli. Kama haujasubscribe jitahidi uweze kusubscribe, lakini hata kuwashirikisha na wengine, ili hata kipande kinachofuata au somo linalofuata itakapokuwa linapakiwa uweze kupata notification kwa wepesi na kwa wakati, na iwe rahisi kwako kuweza kuendelea kulifuatilia somo hili. Mungu akubariki na Mungu aendelee kukutunza naomba. Niombe kwa ajili yako. E Mungu mwenye nguvu na mamlaka, Mtakatifu, nakushukuru. Peke yako rio mwaminifu na wahaki, nasema sante kwa ajili ya mtoto wako huyu, nasema sante kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye ametenga muda wake kwa ajili ya kusikiliza ujumbe huu, ambaye ametenga muda wake na nafasi, ametenga muda wake ametoa chochote alicho nacho, ili kuhakikisha kwamba anasikiliza ujumbe ambao umeachilia kwa ajili yake na kuomba peke yako kure Mtakatifu Yehova, ukapate kusimama kwa ajili yake, umkumbuke Mtakatifu, umkumbuke katika maisha yake, umkumbuke katika maisha yake ya rohoni, umkumbuke katika maisha yote ambayo naishi mahali popote para anapokuwa uweze kwenda pamoja naye ukamlinde ukamhifadhi ukamtunza ukamtete uka na kumpigania katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kuarika peke Roho Mtakatifu, ingia ndani yetu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ukamsaidie ukamtetee, kachunguze moyo wake, ukapate kumsaidia. e Mungu mwenye nguvu, nakuomba peke yako, Roho Mtakatifu, ukaendelee kumtunza mpaka wakati mwingine, ili akaendelee kukupendeza wewe, akaendelee kuyafanya mapenzi ya kwako. Kafungue moyo wake na akili zake, ili akapate kuelewa vema hata maandiko yako matakatifu kati